unazidi kuongezeka kila kukicha katika kaunti za Wajir na Mandera ambapo wenyeji pamoja na mifugo wanaangamia. Viongozi kutoka kaunti hiyo wakiongozwa na mwakilishi wa kina mama kaunti ya Wajir Fatuma Jehow wameitaka serikali kuzingatia maeneo yanayokumbana na ukame, huku wakitaka wizara husika kutoa msaada ufaao kwa wenyeji. Hiyo taswira kamili ya jinsi hali ilivyo eneo la kaskazini mashariki: mizoga iliyotapakaa na malisho iliyokauka, hali ya ukame inayozidi kuwa mbaya kila kuchao. <coughs> Viongozi kutoka kaunti hiyo wakiongozwa na mwakilishi wa wanawake kaunti ya Wajir Fatuma Jehow wamesema kuwa maeneo yanayokumbwa na ukame huo yanategemea ufadhili wa msaada kutoka kwa serikali. Wameitaka serikali ya kitaifa kuzingatia maeneo kama haya huku wakiomba wizara husika kutoa usaidizi ili kuwaokoa wenyeji na mifugo hasa kwa usambazaji wa maji. I want to ask his excellency the president not just to declare this as a national disaster but to give us focus on this uh, region so that our animals

Kwa upande wake katibu wa idara ya uratibu Ahmed Abdisalan amedokezea kuwa serikali inafanya iwezavyo ili kukabiliana na janga ile, ikiwemo ugawaji wa fedha kiasi cha milioni 294.5 kwa maeneo yanayokumbana na ukame. There is a drought related stress, uh, all over the northern counties of Kenya.

Viongozi hawa wamewapelekea wakaazi wa eneo ile vyakula na vifaa vingine vya matumizi ili kuwapa msaada wakati wa janga ile. Tumeletea watu ya Sarman chakula na vifaa vingine visivyo vya chakula. Iko food na iko na food items, tulileta mamatres hapa, tumeleta mablanketi hapa, tumeleta vifaa mingi ya hawa wananchi wa Sarman. Veronica David, Undugu TV.